Chama tawala nchini Uganda, NRM, kimethibitisha Jumanne kuwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Yoweri Museveni atawania tena urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mapema mwakani. Museveni alikuwa anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kujaribu kuongeza utawala wake wa karibu miongo minne katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wakati huo huo, upinzani umekuwa ukikabiliwa na ukandamizaji mkali kuelekea uchaguzi huo wa Januari, huku wanaharakati wakuu na wanasiasa wakikumbwa na vitisho, utekaji na kuwekwa kizuizini. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Museveni mwenye umri wa miaka 80 ameitawala Uganda tangu mwaka 1986 ikimaanisha kuwa katika kipindi cha miaka 40 amezidi kujimarisha hasa kupitia mabadiliko ya katiba ambapo ukomo wa awamu mbili za urais uliondolewa na kisha baadaye ukomo wa umri Wanaharakati wa haki za binadamu na wapinzani wa kisiasa wanasema Rais Museveni anaendeleza utawala wake kwa kutegemea nguvu za jeshi na vyombo vya dola kuwanyamazisha wakosoaji. Miongoni mwa wakosoaji wake maarufu ni Dr. Kizza Besigye, ambaye baada ya kukamatwa katika mazingira ya kutatanisha jijini Nairobi, amebaki kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Mkewe Winnie Byanyima amesema Besigye anaendelea kuteswa kwa sababu ya msimamo wake dhidi ya utawala wa kimabavu wa Museveni, na ametoa wito kwa rais huyo kumwachia uhuru mumewe, akisisitiza kuwa mashtaka ni ya kisiasa na mahakama hazina uhuru wa kutoa haki ya kweli kwake.

Mkuu wa uchaguzi wa chama tawala cha NRM Tanga Odoi ametangaza kuwa Rais Yoweri Museveni atajitokeza Jumamosi kuchukua fomu ya uteuzi kugombea tena urais kupitia chama hicho pasina mpinzani mwingine ndani ya chama, ingawa katika miaka ya hivi karibuni mwanawe Jenerali Mhozi Kainerugaba aliashiria nia ya kugombea urais alipopandishwa cheo kuwa mkuu wa majeshi akapunguza harakati hizo japokuwa bado kuna uvumi kuwa ndiye anayetarajiwa kumrithi. Waziri Mkuu wa zamani Amama Mbabazi ameonya kuwa kukosekana kwa mchakato wa amani wa kupokezana na madaraka kunaweza kuingiza Uganda katika machafuko ya kisiasa. Naye ni Mujanyima akaongezea hivi, We need a predictable transparent... tunahitaji mazingira ya kutabirika ya kubadilisha uongozi ambayo ni ya wazi na haki kidemokrasia democratic process to change leadership Tangu uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na moja vyombo vya dola vimeendelea kumwandama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, huku wafuasi kadhaa wa wa chama chake cha NUP ukikamatwa na kuzuiliwa kwa tuhuma mbalimbali. Mlinzi wake mkuu Edi Mtwe alitoweka kwa siku kadhaa kabla ya General Muhozi Kainirugaba kuthibitisha kuwa alikuwa akimshikilia binafsi. Matukio haya yamezua hofu miongoni mwa raia kuhusu hali ya usalama na haki wakati wa kampeni na uchaguzi, hasa ikizingatiwa kuwa Museveni anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa juu ya vyombo vya dola. Kwa sasa Bobi Wine anahimiza wananchi kushiriki katika kile anachokitaja kuwa kura ya hasira dhidi ya Museveni, ambayo lengo lake ni kupelekea matokeo ya uchaguzi huo kutokuwa halali pale wanapomkosesha ridhaa ya zaidi ya asilimia hamsini ya kura.